Kwa majina yeah, Wiki mbili ya mwezi ulioisha alikuja mama moja akaniambia, kuna kitu nataka unisaidie. Nikauliza, kitu gani hicho? Akaniambia, kitambulisho cha nini? Akaambia ndio. Akaniambia, basi nataka saini yako tu, kuna hela nataka nichukue, katika hizo hela nakupa laki moja mm. Nikamfata Mary nikamwambia, iko moja mbili tatu. Mary anasema haina shida pia yeah. Nikamweleza na mama mzazi, mama anasema haina shida, kwa kuwa nataka saini yako tu, nenda kufanya hivyo. Kweli nilimwona Mungu, nilimwona Mungu katika hizo wiki mbili. Tulienda tukasaini Ijumaa Hmm. Akanipatia hiyo laki moja. Amtukuza Mungu wa mali hapa. wow, wow! Kitambulisho kwa mtu na ya ya ya ni ya bure mwanangu, ya bure kabisa, shahidi kabla <laughs> sijaenda kusaini wiki mbili na tano <wakuri> na <laughs> hey. <laughs> <laughs> na na kila nauliza, kila saa nikafanye hivyo, akanambia nenda wesi na mamlaka Kamwambia, ndio, nenda kafanya hivyo weni na mtukuza Mungu. kaela nadaiwa shuleni, kamfata kamwambia, dada Mary, unajua nadaiwa shuleni na sina hela, mm. kumbe Mungu anajua uongezeke <laughs> ada, na chenji, na baba, wow. <laughs> <laughs> Haleluya. Mungu akubariki sana, mwanangu. Mungu abariwapoa Pastor Yena. Aa, alikuwa na kongamano kipindi fulani, ukienda nilimwona yeye, alikuwa anapoteza hela, lakini alikuwa yenye pokea, alinifungua Pastor Yena. Mungu akubariki sana, makofi kwa Yesu. Huyu Mungu ni wajabu sana. Huyu Mungu ni mtenda muujiza sana, na yeye yuko kwa ajili yetu. Imagini haya mambo yote, hakuna daktari, hakuna daktari ae, hakuna daktari, hakuna msomi. Ndio eh. Umeleta shukrani kabisa a eh. Jamani, Mungu yasibishe maisha yisa na umpe neema iliyokusa ongeza zaidi kwake, katika jina la Yesu Kristo Mungu akuzidishe katika jina la Yesu Amen, uzidishe sasa.